Serikali ya kijeshi nchini Mali imetangaza kufunga shule na vyuo vikuu kote nchini humo kwa muda wa wiki mbili baada ya kundi la waasi waliojihami kwa silaha kuzuia uingizwaji wa mafuta nchini humo na hivyo kuathiri sekta mbalimbali zinazotegemea nishati hiyo ikiwemo usafirishaji tangu mwezi wa Septemba. Hii ni TriGen Media. Nami ni Samuel Vikness Andrew. Hali imekuwa ngumu kwa walimu na wanafunzi kufika shuleni kwa wakati nchini Mali. Misururu mirefu ya magari kuelekea kwenye vituo vya kujaza mafuta ni jambo la kawaida huku uhaba wa nishati hiyo ukizidi kutishia uchumi wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wizara ya Elimu nchini Mali imesema kusitishwa kwa masomo hadi Novemba 9 ni kutokana na mzunguko mdogo wa usambazaji wa mafuta unaosababisha usumbufu kwa walimu na wafanyakazi wa shule na kwamba mamlaka za nchi hiyo zinaendelea kufanya kila juhudi kurejesha tena usambazaji wa mafuta wa kawaida kabla ya shule kufunguliwa tena Novemba 10. Kamati ya Waziri Mkuu inayosimamia mgogoro na majanga imedai kuwa vizuizi vya usambazaji wa mafuta vinaendelea hadi taarifa zaidi itakapotolewa, huku kipaumbele kikitarajiwa kutolewa kwa magari ya dharura, misaada na usafiri wa umma katika vituo vya mafuta vilivyotengwa kwa ajili ya lengo hilo. Miezi miwili iliyopita, kundi la Jamaat Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin JNIM, moja tha, ya makundi kadhaa yanayofanya operation katika eneo la Sahel, lilitangaza kizuizi cha mafuta yanayopitishwa kutoka nchi jirani. Tangu wakati huo, kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda limesema limekuwa likilenga mabomba na tenki za mafuta zinazoingia hasa kutoka Senegal na Ivory Coast, ambazo ndizo njia kuu za kusafirisha bidhaa nyingi zinazoagizwa. Kizuizi hicho kinatafsiriwa kama hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya hatua za mamlaka za nchini Mali za kuzuia mauzo ya mafuta nje ya vituo vya mafuta katika vijiji, hali inayolenga kudhoofisha kundi la JNIM. Kizuizi hiki kimepunguza sana uchumi dhaifu wa Mali, kuathiri bei za bidhaa na usafirishaji katika nchi hiyo inayotegemea zaidi mafuta ya kuagiza kutoka nje kwa mahitaji ya ndani. Athari zake pia zimesambaa hadi mji mkuu wa Bamako ambapo misururu ya magari isiyo na mwisho imekuwa ikisubiri mbele ya vituo vya mafuta. Mali pamoja na majirani zake Burkina Faso na Naija wanakabiliana kwa zaidi ya miongo miwili sasa na makundi ya kigaidi yanayohusiana na kikundi cha al Al-Qaeda na IS. Baada ya mapinduzi ya kijeshi katika nchi zote tatu katika miaka ya hivi karibuni, mamlaka mpya zimefuta majeshi ya Ufaransa na kujiunga na vikosi vya wapiganaji wa Urusi kwa msaada wa usalama, hatua ambayo inaonekana haijaleta tofauti kubwa. Wachambuzi wanasema kuwa kizuizi hiki ni punguzo kubwa kwa serikali ya kijeshi ya Mali ambayo ilijitetea kuwa kuchukua madaraka kwa nguvu mnamo 2020 ilikuwa hatua muhimu kumaliza migogoro ya muda mrefu ya usalama. Hii ni Trigen Media, mimi ni Samuel Viknes Andrew.